Kwenye macho ya umma wanaonekana kuwa marafiki wa kufa kuzikana, lakini katika nyoyo za wafuasi wao kuna mkoruzano, swala kuu likiwa ni kati ya Mudavadi na Kenyatta. Ni nani atakayekuwa mgombea urais wa muungano wa Jubilee? Chama cha UDF kinasemekana kushinikiza kuwe na makubaliano kati ya chama hicho, kile cha TNA na URP kuhusiana na ni nani atakayepeperusha bendera ya muungano huo, na wala sio kutumia wajumbe. Kwa mujibu wa chama hiki, njia ya kutumia wajumbe huenda ikaleta migongano ndani ya muungano huo. Vilevile vile, wana UDF wanasema kuwa itakuwa gali kwa, itaku kwa vyama kuleta wajumbe hadi mjini Nairobi kushiriki kwenye uteuzi wa urais. Wandani wa Mudavadi hapo jana walikuwa mbioni kuweka wazi wazo la masikizano baina ya vyama hivyo katika mkutano wa hadhara huko Malava. Mimi naomba Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa Uhuru, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, nyinyi ni marafiki. Wakati sisi tulikuwa na Michael kijana wa Malwa, na Wamalwa tulikuwa tunapigana na nyinyi, so you know each other. Endeni kwa nyumba, ikiwa kule Sakana, ikiwa ni Mombasa, ikiwa ni Mlindi, wakati mkituambia twende huku sisi tutaenda huko. Kwa upande wa pili, wafuasi wa Kenyatta wanasema kuwa sharti uamuzi ufanywe kwa debe mnamo siku ya Jumanne wiki hii, shughuli ambayo wanasema itekelezwa na wajumbe wa muungano wa Jubilii. Kwao wanasema kuwa njia ya kutumia wajumbe itahakikisha kuwa shughuli yenyewe ni ya kuaminika. Vilevile wanadai kuwa iwapo Kenyatta atamwachia Mudavadi kupeperusha bendera ya Jubilii, huenda wapiga kura kutoka mkoa wa Kati wakasusia kupiga kura. Vile tumeungana faida yangu ni wa kuhakikisha ya kwamba tumeweza kama timu kushinda. Iwe ni Musalia Mudavadi, mi ndio nitakuwa wa kwanza kumuunga mkono, iwe ni mimi, najua hata yeye pia ataniunga mkono ah. Kufikia leo, kamati za vyama hivi vitatu zilikuwa zinafanya majadiliano kuhusu mfumo wa uteuzi huku juhudi za kufanya mkutano wa wajumbe takriban elfu tatu mnamo siku ya Jumanne zikiendelea. Lakini kabla ya wajumbe kukutana, viongozi wa muungano wa Jubilee wataelekea katika eneo la Kitui kwenye ngome ya Charity Ngilu hapo kesho, madhumuni yakiwa ni kumkaribisha Ngilu kwenye muungano wa Jubilee baada ya yeye kuugura muungano wa CORD. Kwenye mkutano huo, suala la uteuzi wa mgombea urais linatarajiwa kuchipuza. Duru zinaarifu kuwa viongozi watatu wa, wa Jubilee walitarajiwa kukutana jioni hii kujadili kizungumkuti hicho cha uteuzi. Franklin Masharia, Citizen Nipashi.